Kabla ya kuelekea Castel Gandolfo kwa siku yake ya kawaida ya kupumzika kila Juma, Baba Mtakatifu Leo wa kumi na nne aliingia karibu saa mbili na dakika tano za usiku, masaa ya Ulaya katika Kanisa Kuu la Mtakatifu Maria Mkuu ili kusali mbele ya kaburi la Papa Francisko na mbele ya picha ya Bikira Maria Salus Popoli Romani kwenye bamba la marumaru ambapo uwekwa waridi jeupe ambalo wanaweka kila mara katika kumbukumbu kumbu ya Mtakatifu Tereza wa mtoto Yesu la uwepo wa kiroho wa kudumu maisha ya papa wa Argentina. Papa Leo wa kumi na nne, naye aliweka shada la waridi jeupe, ilikuwa ishara ya heshima kwa mtanguzi wake aliyezikwa kati ya kikanisa cha Sforza na kikanisa cha Paulini. Kikanisa cha mwisho ni nyumba ya picha ya Salus Popoli Romani, yaani afya ya watu wa Roma, ambayo mara nyingi ilitembelewa na Papa Francisco kabla na baada ya kila safari ya kimataifa au kulazwa hospitalini, kulingana na ofisi ya vyombo vya habari vya Vatican wa 14 pia alisimama kwa sala mbele ya picha ya Maria kabla ya kuondoka kwenye kanisa kuu karibu saa mbili na robo usiku ili kuendelea na safari yake kwenda Castel Gandolfo, mahali ambapo sasa imekuwa kawaida ya kila Jumanne kupumzika. Mapema siku hiyo, Novemba tarehe 3, Papa Leo wa kumi na nne alikuwa ameadhimisha misa takatifu katika madhabahu ya kanisa kuu la Mtakatifu Petro kwa kuombea roho za marehemu Papa Francisko na makardinali na maaskofu waliofariki mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano kwa upendo mkubwa, Baba Mtakatifu alitoa misa hiyo kwa ajili ya mtangulizi wake ambaye alikumbuka katika mahubiri yake kuwa alikufa baada ya kufungua mlango mtakatifu na kutoa baraka ya Pasaka kwa Roma na ulimwengu wote, shukrani kwa Jubilei, adhimisho hili kwake kwamba kwa mara ya kwanza lilichukua maana maalum na lilikuwa na radha ya tumaini ya Kikristo. Tumaini hilo, Papa Leo aliongeza baadaye, katika tafakari yake, kwamba lilikuwa moja ambalo Papa Francisco na maaskofu wengine wengi walikufa katika miezi ya hivi karibuni waliishi wakishuhudia na kufundisha. Mnamo tarehe kumi Mei elfu mbili na ishirini na tano siku mbili tu baada ya kuchaguliwa kwake, ambapo alichaguliwa tarehe 8 Mei katika kiti cha mtume Petro, Papa Leo 14 alitembelea kaburi la papa wa Argentina, ambalo hutembelewa kila siku na waamini wengi na maujaji wengi. Alasiri hiyo, papa aliyechaguliwa hivyo karibuni aliweka maua kwenye kaburi na kusimama kwa muda mfupi katika maombi. Alifanya hivyo hivyo tena tarehe 22 Juni, kufuatia na maandamano ya sherehe ya mwili na damu ya Yesu Kristo kutoka katika Kanisa Kuu la Mtakatifu Yohane wa Laterano hadi basilika hiyo ya Mtakatifu Maria Mkuu.